Bwana, hayo ni maneno ya Mwijaku kuhusiana na lebo ya Kings Music Record. Ameposti hiyo video kisha akaandika kwamba, bwana, wanaosema kwamba Kings Music Record imeanguka eh, ni waongo eh, waongo kabisa kabisa, yani ni waongo leo nitakuwa live na wasanii wa Kings Music wote. So, hicho ndo kitu ambacho amekizungumza uh, huyo ni Mwijako. Sasa hii video ambayo Mwijako amerekodi na kuiposti, ni wadau huko mitandaoni bwana amehisi kama vile kwa kwanini anaanza kusema kwamba wasanii wa Kings Music hawaondoki bure, lazima walipe, kwa sababu wao lebo inatambulika kila sehemu, uh, imesaidiliwa kisheria. Uh, kuna wadau amehisi kama vile labda uh, Mwijako amezungumza haya yote kama vile kijembe kwenda kwa Harmonize ambaye sasa hivi nafahamu kwamba rebo ya Harmonize ya Konde Music Worldwide haina msanii hata mmoja ukizingatia kwamba hata Ibra naye pia tayari ameshajitoa katika record label hiyo. Kwa hiyo, wadau kuona video ya Mwijaku akiwa anazungumza hivi vitu na akisema kwamba wasanii wa Kings Music hawaondoki kwa sababu anaishi wa vizuri, watu wameona kama vile kama vile Mwijaku ameamua kumpiga kijembe eh, Harmonize kwamba wasanii wake wameondoka kwa sababu anaishi tofauti na wa Kings wanaoishi vizuri. Kwa hiyo kule upande wa pili kwa Konde wanaishi vibaya, ndio maana Ibraah ameamua kusepa. So ukiwa kama mdau bwana, hebu tuambie unahisi kwamba ni kweli kwamba hapa lengo la Mwijaku ni kama vile alikuwa anampiga kijembe Harmonize? Weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.